Asante sana. Hizi ni KDTV. Tuko live moja kwa moja na leo tumekutembelea rafiki yetu mtumishi wa Mungu. Apostle Gidion. Bwana asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ah, unaweza ukajitambulisha kwa majina yako? Kwa majina yangu ninaitwa Apostle Gidion Gadson Ndandage. Ndiyo majina yangu. Mwenyeji wa wapi? Na baada ya majina yako utatambulisha kwamba umetokea wapi, umefika hapa? Mimi ni mzaliwa wa Kigoma na ni mwenyeji wa Morogoro ndiko tunakoishi kwa sasa na wazazi, lakini kufika hapa Boma Ng'ombe au Kilimanjaro, Mungu ndiye aliyenileta katika mkoa huu kwa sababu uh, nilikuwa nikiwa nafanya huduma kule South Africa, mkoa wa Northern Cape. Baadaye Mungu akasema na mimi kwamba nirudi Tanzania nianze huduma huku ndipo atakaponipeleka mataifa mengine. Kwa hiyo niliporudi Tanzania, nilimsihi Mungu nilipojaribu kumsihi Mungu akanionyesha kwamba nije Kilimanjaro nifungue huduma hapa, na tokea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nilifungua rasmi huduma Bomang'ombe. Mpaka sasa tuna miaka mitatu tukiwa hapa Bomang'ombe tokea niliposikia sauti ya Mungu. Amen, na tunaona kabisa leo kuna tukio limefanyika mahali hapa, watu ni wengi, wametoka sehemu mbalimbali. Unaweza kutujuza kwamba ni kitu gani kilikuwa kinaendelea uh, tukio hili lililokuwa linafanyika. Kilichokuwa kinaendelea ni kwamba kulikuwa na matukio matatu, lakini tukio kubwa zaidi lilikuwa ni tukio linalonihusu, tukio la uvishwaji kola au kupewa nafasi nyingine katika huduma ambayo leo kutoka mchungaji nimekuwa reverend. Kwa hiyo sasa hivi nitakuwa naitwa apost, reverend apostle Gideon. Kwa hiyo ndiyo yatakuwa majina yangu kwa sababu nimeinuliwa nime, nime kutoka nafasi ile ya kwanza kwenda nafasi nyingine. Kwa hiyo nimeombewa na kuwa ordained na maskofu na watumishi wa Mungu ambao walikuwepo hapa, ndilo tukio kubwa ambalo lilikuwa limetukusanya hapa Amen. hongera sana na unaweza una, unatumika na ministry gani, kanisa gani, ama wewe ni special kwa kwa kwa kwa ministry ipi? Uh, tunatumika na huduma au ministry ya Macedonia Ministry Church Kisima cha ukombozi. Kwa hiyo ndiyo ministry tunatumika nayo, lakini hatuna mipaka ya kutumika na watumishi we, wa Mungu wengine au na, na, na, na, na huduma za, za kiroho za kimungu zingine, hatuna mipaka. Na umesema unapatikana wapi? Mimi ninapatikana Boma Ng'ombe. Ukifika Boma Ng'ombe, hata kama umefika stendi, unaweza ukapanda uh, bajaji za Dorcas mwisho wa bajaji ukifika hapo, ukiuliza kwa Pastor Gideon kwanza, utaona bango barabarani limeandikwa Macedonia Ministry Church, kisima cha ukombozi. Hivyo bango hilo nalo lipo likielekeza mahali tulipo. Amen, nipenda sana kukupongeza kwa kazi njema. Najua kuvaa kola sio jambo rahisi, kuna utumishi wengi wametumika lakini hawana kola. Na unajisikiaje, labda jambo la kuvishwa kola siku ya leo, kupakwa mafuta kwenda kwenye level nyingine ya utumishi? Uh, mimi ninavyojisikia ninaona, kwamba pamoja na kwamba kuna hatua imeongezeka, lakini naamini ndani yangu kwamba kuna majukumu pia yameongezeka. Kwa hiyo kama kuna majukumu yameongezeka, ni jukumu langu la kwanza kuhakikisha ninashirikiana na, na, na jamii iliyonizunguka lakini sio jamii tu, kushirikiana na taifa, viongozi wangu wa taifa, wa serikali, wa nchi yangu, kuhakikisha na kuwa uh, mwana mabadiliko na mwana mapinduzi mzuri kupitia huduma ninayoifanya, na katika vitendo vyote ambavyo haviko sawa, haviendani na maadili ya Kimungu, lakini pia sheria zetu za nchi. Amen. Na kwa sababu we ni mtumishi wa Mungu, umeanza mbali na sehemu ulikofika ni mbali, unaweza ukawaambiaje watazamaji wengine wa watumishi wengine ambao ndio wanaanza katika huduma ili waweze kufikia kwenye level ambayo umefika? Ninachoweza kuambia kitu cha kwanza ni uvumilivu, uvumilivu na kumwamini Mungu. Kwa hiyo ukimwamini Mungu na kuto kukata tamaa utafika kwenye levu ambayo hata wengine wamefika na unawezi ukawapita. Ni vile ambavyo wewe utakuwa umeamua kuvumilia na kusimama katika Mungu na kumwamini Mungu. Unajua, yako mambo matatu katika huduma, lakini nataka nizungumze jambo moja. Hakuna jambo kubwa kwenye huduma kama kumtegemea Mungu. Kwa hiyo ukimtegemea Mungu, maana yake Mungu ndiye anayekupa direction ya nini ufanye nini usifanye, njia gani upite na njia gani usipite. Kwa hiyo ndio hivyo, asante sana. Na kwa, labda kwa wale wanaokuzunguka wanaotamani kuja kufika kanisani kwako, labda watakupata kwa mawasiliano gani au direction gani naweza kuwapa? Kwa mwisho ya, m, kwa wale wanaotaka kufika kwetu nina namba za simu ambazo ukinitafuta zote kwa WhatsApp utanipata. Namba ya kwanza ni 07 82 30 0722-6399 au unaweza kuanza na alama ya kujumlisha kujumlisha 255-782-30-6399 t 9. Namba nyingine unaanza na alama ya kujumlisha 255-766-14-80-42. Asante sana ndugu mtazamaji, ambao tulikuwa tukita tukitanani moja kwa moja ndani ya kanisa letu zuri la kwa mtumishi wa Mungu Apostle Gidion. Leo tulikuwa tumefika mahali hapa na kuna tukio sana la baraka. Tuseme tutazidi kufahamishana, tutazidi kuwataarifu kitu kinachoendelea. Ni Julius Masai ndani ya KDTV. Alamsik. Sare sana tutakutana wakati mwingine, sare sana mkuu. Barikiwe sana Apostle.